wa misa hii kwamba tuko katika misa hii kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa zawadi aliyotupatia ya Sister Anusiata ambaye yuko kati yetu, na hivi ndiye sababu ya sisi kukusanyika kuwepo katika mkusanyiko huu na kuwa katika hali hii ya furaha na shangwera. Basi yeye huyo, sister alipo asimame, tumuone au apongee watu mikono kwamba ndio yeye, tumtambue. Tunakushukuru. Basi yeye tufahamu kidogo historia yake, amependa tuifahamu kidogo historia yake, kwamba yeye ni nani, ingawa jina la kwanza tumelisikia, la Ubatizo, lakini basi ni mtoto wa nani na maisha yake mpaka kufika hapo imekuwaaje historia fupi ya maisha yake Sister ambaye tunayemshangilia leo kwa kupitia adhimisho la misa hii na mkusanyiko huu. Sister Anusiata Joseph mwahalende ni mtoto wa kwanza kati ya watoto nane ambao wamezaliwa katika familia wa kike wakiwa wanne na wa kiume wanne, wamegawanyika vizuri kabisa <laughs> watoto hawa nane ni wazawa kutoka kwa baba anayeitwa Josefu Mgoma Mwahalende, lakini Mwenyezi Mungu amependa kumwita kwake, lakini kazi yake alishaifanya, kamaliza na sasa tunasema tu apumzike kwa amani, kwa sababu ni mtu ameshafanya kazi aliyoitwa na Mwenyezi Mungu alifanya. Kuna mwingine anachukuliwa mapema ambapo unawaza sasa ameacha alama gani? ameacha nini? Lakini Baba Joseph kafanya kazi kama mzee Joseph mwenyewe aliyeweza kumlea Kristo, ambaye ndiye aliyemwita na kumfanya huyu Sister Anusiata amesimama hapa, amevaa kama bibi harusi. Sasa bwana harusi yuko hapa ndio huyo ambaye anaitwa Yesu, na Joseph alipewa kazi ya kumlea kama baba mlishi hapa duniani. Na jina hilo limesadifu kwa kupitia sister Nusiata. Na hivi baba Joseph, kwa kazi aliyoifanya pamoja na mama anaitwa Flora kasi, ah, sio kasi, samani, jina lake liko kichwani na mawazoni daima, lakini yuko hapa hapa, Sister Flora Isambi Mwasenga, huyo ndio mama ndani ele, amepata nafasi ya kuingia ndani. Mama simama, tukuona wake yaani, bado ni kijana <laughs> na wewe mama, unaweza kaingia utawa, inawezekana <laughs> Basi, sister alizaliwa tarehe 24 mwezi wa tatu 1992 katika kijiji cha Sayuma wilaya ya Mbeya vijijini katika kigango cha Sayuma parokia, wakati huo ilikuwa ya Irembo kwa sasa ni parokia ya Iwiji katika kigango hiki cha Sayuma alibatizwa mwaka 1993, hawakumchelewesha na Padre simtoe katika parokia ya Ilembo. Sister alipata komunyo ya kwanza mwaka 2005 katika parokia ya Ilembo. Alipata kipeimara 2010 katika parokia ya Iwiji na mwasham baba Askofu hayati Evaristo Chengula IMC huyu baba naye apumzike kwa amani. Elimu ya sister. Sister alipata elimu ya msingi katika shule ya Iwala kuanzia mwaka 2000 na akamaliza 2006. Amesoma elimu ya sekondari katika shule ya Itale mwaka 2007 na, na kuhitimu 2010. maisha ya wito na ushuhuda. Ya maisha yake ya wito ni chachu kubwa kutokana na wazazi wake. Huo ndio ushuhuda anaotoa, ni wazazi wake ambao ndio waliomsukuma na kumpa chachu hii ya wito. Baba alikuwa katekista, tumeshaimba na ule wimbo, baba awe padre, mama awe nani, awe katekista. Sasa kumbe mama inaonekana naye alikuwa ni mtawa hivyo alikuwa ni sister. Baba alikuwa katekista, mama alikuwa msaidizi wa katekista, kwa msaidizi mwema wa katekista. Wazazi wao waliwalea watoto wote Kikristo, na huo ndio wito na msukumo kwamba tuwalee watoto wetu kadiri ya imani tulionayo, wito wetu tulionao. Kila mara walipokaa na watoto wao katika nafasi mbalimbali waliwapa mwanga na mayai hivi, waliwauliza kwamba mnatamani kuwa akina nani. Kwa kuwa leo tunamzungumzia sisa Anusiata, basi kumbe jibu lililokuwa linatoka kwa sisa Anusiata anasema yeye anatamani kuwa mtawa, anatamani kuwa mtawa. Kwa kumbe jibu hilo wazazi hawa walilipalilia na hatimaye kwamba kweli kumbe ndivyo ilivyo wazazi mama na baba, ambaye mama upo, lakini baba naye naamini kabisa yupo pamoja nasi. Hongereni sana. Tuwapigie makofi wazazi. <clears throat> Yeye anatuambia alipofikia umri wa kujitambua, hamu ya moyo wake ilizidi kuwa na tamaa ya kukua na kuongezeka kuwa mtawa na ilipaliliwa zaidi na wazazi wake kama alivyosema na mapadre na watawa mbalimbali waliokuwa wakikutana naye walipokuwa katika maadhimisho mbalimbali. <coughs> Hivi kwa namna ya pekee, Sister Anusiata anapenda kumtaja Padre Simtoi kuwa amechangia sana yeye wito wake, kwani nasimtoa imekaa muda mrefu huko yeah, sio ukanda huko. Ni hak, ni hakika kabisa na ni halali anavyotaja kwamba amekuza wito wake. Alipokuwa anafika Kigamboni, sista Anusiata alikuwa anaimba nyimbo, alikuwa anashangaa hii kwaya ya huku inaimba vizuri sana kumbe, wanakwaya wengine walitangulia, wapo wakina sista Anusiata maanake ina baraka, hizi kwaya zina upako wa upande huu. Ndio kigango kilikuwa ni hiki sio? Au kilikuwa sio hiki nini? wana kwaya, mnamfahamu. Kwa hiyo anatoa ushuhuda kwamba alikuwa anaimba kwaya, tena wakati bado yuko mwanafunzi shule ya msingi, akiimba kwaya na kushiriki ibada, kusoma masomo wakati wa ibada, akiwa mdogo wakati huo alikuwa shule ya msingi pande huyu Simtoi alikuwa akimtia moyo kwa kusema, huyu baadaye atakuwa mtawa. Kumbe baadaye sasa, ile sio baadaye, ikafika mwaka alipokuwa anatamani kuwa mtawa akawa mtawa, na leo kumbe mpaka anafunga nadhiri za daima. Sasa huyu ni nani? Ni mtawa, sio baadaye, leo. Sista Anusiata ni mtawa <laughs> Hivyo kupitia maneno yake, ndio wito wake ulizidi kukua polepole. Tunamshukuru sana huyu baba Simtoe, na leo kumbe ilikuwa ni haki yake kuwepo hapa na uzuri amesharejea yuko hapo tangu kutoka masomoni, lakini walao kwa kumtaja yeye na kazi aliyoifanya, tunaamini kwamba angekuwepo hapa leo angefurahi zaidi. Baada ya kuhitimu kidato cha nne, Sister Anusiata anatuambia aliandika barua ya kuomba kujiunga na shirika ili alopo la Maria malkia wa mitume wa Mbeya. Alikubaliwa. <coughs> elfu mbili na kumi na moja alianza safari ya malezi hadi elfu mbili na kumi na sita Hatua hizi zote za malezi alipitia kule Mloho. Sister Anusiata aliweka nadhiri za kwanza tangu tarehe saba mwezi wa 12, 2016. Lile neno la baba simtoe aliyosema huyu baadaye atakuwa mtawa ndipo lilipotimia. Hiyo tarehe saba mwezi wa 12, 2016 mikononi mwa mama mkuu kwa wakati huo sister Imakurata Mirambo. Mwaka 2017 alienda Juma Kisa kwa muda wa miezi tisa akajiunda huko. Hivyo baada ya kujiunda kutoka huko Kisa, utume wake wa kwanza, baada ya kutoka junorate, alipangiwa utume wake parokia ya Kyela, na mimi niwahi kumkuta ndiko parokia ninakotokea na, na nilizoea kumwita mama mama, na mpaka sasa naendelea kumuita kumwita mama, kwa sababu weusi wake kidogo anafanana na mama yangu alivyo, amasi mzazi anaitwa kwa hiyo. Kiera alihudumu kwa muda wa miaka mitatu tangu tarehe 1 mwezi wa 9 elfu mbili na kumi na saba hadi tarehe 1 mwezi wa tisa elfu mbili na ishirini akifundisha dini. Alihudumu parokiani kama mama mwangalizi wa parokia alihudumu sakristia ya parokia na pia alitembelea wakristo kuhamasisha jumuiya ndogo ndogo na kusali katika jumuiya na pia alitembelea wagonjwa. Ndizo kazi alizofanya wakati huko Kie. Baadaye alitumwa nyumba ya malezi ya Mshewe kama mlezi msaidizi kwa muda wa miezi mitatu, tayari naye ameanza kwenda kulea. Mtoto mleavyo ndivyo akuavyo, mtoto naye mlea ndivyo anavyokuwa kwa kumbe naye akaonekana anafaa kwenda kulea kusaidia kulea. Mwaka elfu mbili na ishirini na moja alipangwa kufanya utume Hasamba kwenye nyumba ya asili ya shirika letu, na kama ambako unaenda Hasamba kwenye nyumba ya asili inawezekana ukao unanukia, nukia wapi utaanza na kuwa na halmashauri um, ambako alihudumu kwa muda wa mwaka mmoja. Mwaka 2022 alipangwa kufanya utume katika parokia ya Igurusi ambako ndiko amehudumu mpaka 2025, yani hadi sasa alipofunga nadhiri zake za daima. Ndio maana mwaona kina baba kutoka Igurusi hapa, paroko yake, ndio ndio, tupungie mkono. Kama huko katika parokia ya Igurusi alifanya utume wake na anaokuwa ameendelea nao mpaka alivyofunga na nadhiri hizi za daima, kama alivyofanya kiera, kufundisha dini shuleni, kuhudumu parokiani, kuhudumu sakristia, kuhamasisha Wakristo kusali na kutembelea jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, kuhudumu kama katekista Vigamboni huku imeongezeka kama katekista, kwa zawadi ya uhai wito aliyomjalia. Pia anawashukuru Mhashamu Baba Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga, askofu msaidizi Godfrey Masekaga, wakuu wa shirika wote, aliyopo na aliyekuwa mtangulizi na watangulizi wengine wakuu wa shirika. Anawashukuru mapadre na watawa na waamini wote kwa ujumla waliomsaidia kwa namna yoyote ile katika kukuza na kumsindikiza katika safari yake ya wito tangu alipokuwa mdogo hadi hapo alipoweza kufunga nadhiri za daima. Kwa namna ya pekee, anawashukuru sana wazazi wake waliokubali na kumsaidia kuingia katika maisha haya ya utawa, maana kuna wazazi wengine wanakatalia watoto kwamba jamani, hapana, mimi mwanangu natamani usiwe padre, natamani usiwe mtawa. Lakini tuwapongeze sana watu wa ukanda huu, mmepeleka watoto wengi sana katika safari ya wito ya kumtumikia Mwenyezi Mungu kama mapadre, kama watawa. Hongereni sana wazazi wa ukanda huu <laughs> manake wapo wengi hapo, tukiona wapo warefu wale tuzidi sisi na, na wafupi kama sisi tumo wengi wa kutoka ukanda huu. Hata e anayetuadhimishia misa hii, anayetuongoza naye anatokea huku, we ndo kaka yao au? na inaonyesha kweli na, <laughs> <Yahu babala huu. laughs> na, na upara umeanza, naonyesha kwamba naye ameingia nen na kundi la wazee. Anawashukuru wanafamilia, kama anavyosema majirani wanaparokia kwa namna pekee, baba paroko na mapadri wote wanaofanya kazi katika parokia hii agomehana huko. Baba paroko anakushukuru sana. Anawashukuru mapadri na kaka zake ambao pia wamemsaidia na kumuombea kwa ukanda huu, maana yake parokia hii ya Irembo imezaa parokia nyingi. Kwa kaka zake wote, anasema anawashukuru sana na nawashukuru watu wote mliofika siku ya leo katika kumsindikiza na kumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja naye. Asanteni sana nyote mliopita, mapadre, watawa na waamini wanafaya, na unaoo vizuri sana. Na nawashukuru ongeleni sana wanafaya. Kutokana na masomo tuliyoyasikia na tuliyoyachagua kwa adhimisho hili la shukrani ya Sister Anusiata, tafakari ya neno la Mungu linatuongoza kuwa Sister, kama tulivyosikia katika somo la kwanza, majaribu yapo. Umechagua kazi hii ya kuingia kumtumikia Mwenyezi Mungu kama mtawa na kuwa mke halali wa Yesu. Sasa huko umeshajitangaza, ndio maana umevaa shela peke yako. Huyu ni mpambe tu, sio? Ni mpambe. Mume wako halali umemchagua, ndio yule pale, huyo ndio mume wake aliyemchagua. Kwa kumbe tunawashukuru vijana wavulana wa ukanda mliomwacha mpaka amefikia ame kumchagua mume wake, ambaye leo anatutangazia ndo yule pale, ambaye anaambatana kwenye wa Malila. Nyinyi asanteni sana vijana wa Malila, tuna tunawashukuru hivyo. Huyo mume uliyemchagua kumtumikia tumeambiwa hivi, mwanangu, ukienda kumtumikia Bwana uwe tayari kupata majaribu kadiri ya Yoshua bin Sira sura ya pili aya ya kwanza. Katika hayo majaribu, wewe udumu katika sala, ambatana na Bwana, wala usimwache kamwe, nawe utafanikiwa mwishoni mwa maisha yako, kadiri ya Yoshua bin Sira tulivyosikia, sura ya kwanza aya ya tatu. Dumu katika maisha ya jumuiya kama wakoma walivyodumu kwenye jumuiya yao, na wewe umechagua kuwa mkoma wa Kristo, na ndio maana hata aliyemtakasa ni Kristo. Umekubali kuwa mkoma wa Kristo. walidumu kwenye jumuiya yao, na wewe udumu katika jumuiya hii uliyochagua ya kuishi kama mtawa, jumuiya ya Malikia wa Mitume wa Mbeya. hivyo basi ukirejea somo la Injili sura ya 17 Injili ya Luka mstari wa kwa, wa 11 hadi wa 19. Usipeperushwe kutoka jumuiya hii wala jumuiya ile, kwa sababu kwenye jumuiya yako uliopangwa au kule utakapokuwa unaishi au kule utakapoenda sasa ulikotumwa na shirika, basi hiyo ndio jumuiya yako, ndio jumuiya ya wakoma wenzako. Waone kwamba wewe ni mmoja kati ya wenzao, kati yao unaefaa kuwa nao pamoja endelea kuwa mtii kama mama Bikira Maria alivyokuwa mtii. Tukirejea injili ya Luka sura ya kwanza aya ya 38, yeye alisema, mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe kama ulivyonena. Alitii neno la Mwenyezi Mungu, na wewe umeamua kuwa hivyo, unamfuata yeye, huyo mama Bikira Maria. Basi dumisha ufukara wako kwa kuambatana na aliyekuita katika wito huu, yaani Yesu, kwani yeye mwenyewe ameshasema kuwa hana hata mahali pa kulaza kichwa chake. Kirejea Injili ya Luka, sura ya tisa aya ya hamsini na nane. Hivi mwanangu, usitamani kupata mali itakayodhalilisha utawa wako na wito wako Kusura, infuata, kwa sababu unayemfuata ameshajitangaza kuwa yeye ni nani, ni maskini, hana hata mahali pa kulaza kichwa chake. Lakini shirika litakuonyesha mahali pa kuweka moyo wako na utume wako kadiri litakavyokuwa lina endelea kukua na kudumu katika usafi wa moyo kwa kuishi kwa amani, uelewano na mapendo na wenzako, kwani hasira, ugomvi, wivu, choyo, chuki vinaharibu usafi wa moyo na vinamtia mtu unajisi. Haya, Yesu mwenyewe unayemfuata ndiye aliyesema, tukirejea injili ya Mathayo sura ya 15 aya ya 18 hadi ya 20. Tunaanza kumalizia kwa kusema hivi. Shukrani yako ya kweli kwa Mungu unayoifanya leo siku hii nyumbani kabisa huku. Na unapomshukuru Mungu na watu hawa uliowataja na unaowakumbuka. Na waliohangaika mpaka dakika hii ya mwisho kufanya tukio hili liwe hivi kama lilivyo. Pamoja nawe cha pekee shukrani utakayowarudishia watu hawa ni kudumu katika wito huu ulio uchagua. Hiyo no ndio shukrani yako itakaya pekee, na sisi tutaipokea kwa moyo wote, huo ukiendelea kudumu katika hivi ay ulioyachagua. Kwenu waamini, na sisi sote tulioko hapa tuendelee kumwombea sister, na yeye tunakuomba uendelee kutuombea lakini pia sisi sote tuendelee kuombea na kuchochea miito mitakatifu ndani ya kanisa letu. Kwa ninyi ambao mmeitwa na Mwenyezi Mungu kuwa wazazi, endeleeni kuzaa na kulea. Tumesikia familia hii ya sister watoto nane walizaliwa huko. Siku hizi kuna kasumba ya watu kuto, kuto kutaka kuzaa na hawataki kabisa biashara hii lakini tumesikia familia kalizalia watoto wangapi? <laughs> na sister, sio kwamba amekimbia kuzaa, amuna. Na wale mapato walioko, hatujakimbia kuzaa, hapana. <laughs> huyu Mungu tu ameamua kutukamata alivyotukamata. <laughs> lakini tuna bahati sana, awe sister awe padre. Eh, sasa ninyi wenzetu mlioitwa kutungisha na kutungwa mimba halali, endeleeni kuzaa. Sisi tunafanya kazi ya kuwaokoa na kuwaongoza kupega mkuru kuwabatiza na kuwapa mafundisho ya kumjua Mungu wa kweli. Kwa kila mmoja na kazi yapo kwao. Ndugu zangu wanamalila, kazaneni, lakini nawapa na nawapa hongera kweli, mnazaa. Hongereni sana kwa kuzaa. Na hivyo basi baada ya kuwazaa kuendelea kuwaongoza katika kile wanachokitamani wito wao, wito nao utamani. Msimlazimishe mtoto kwamba mimi nakuchagua nataka uwe kile au nataka uwe hiki, ukawa daktari. Hapana, unawezekana ukawa padre, ukawa mtawa, ukawa ukawa daktari, ukawa ukawa nesi, ukawa mwalimu. Na ndivyo alivyoenda kusomea nini. Utupe ushuhuda wewe mwenyewe, unaenda kusomea nini? Anaenda shuleni, tumesikia alisoma sekondari, lakini sasa anaenda chuo <laughs> Sasa utakuwa nani? Hatujui hivi ni chuo, unarudia tena sekundari au shule msingi? Sasa unaenda kusoma nini? Kanisa linahitaji pia wasomi, shirika pia linahitaji wasomi, kwa sababu kuna shughuli nyingi za kufanya. Kwa hiyo, kumbe msikatishe watoto safari nayo, tamasema ah, mimi natamani uwe kitu hiki. Kumbe wito huo walionao huko mbele, ndipo watakachokuwa kile ambacho anachotamani. Tunamwona hapo baba Kaseko ni daktari sindano, natudunga sindano tena, na hata kama anatudunga natudunga sindano hatukatishi <laughs> <dama>, hata, <laughs> <laughs> na hata Wakristo wanashuhudia, tunasema kweli, yani ukiso, ukichoma sidano na bade au na, na, na, sisi mpaka unapata raha moyoni, nakwambia kabisa, sogeza vizuri, nikuchome sindano <laughs> hawa kama navyosema, na tukiwalea tukiwasomesha, na hata ile anayetamani kwenda seminarini akienda, hata sipofikia ubadi ni sawa kabisa, walau ule useminari wake utamuongoza. Tunaona kuna mseminari mmoja na nani tumemfahamu anapita hapa sasa. Huyu hata kama akija kuoa, kwa sababu hata mashemeji zetu wanashukuru sana, walau nimepata mseminari, ameoa, amenioa mimi yani, yani nyumbani kuna raha, hata wakipiga Mungu <laughs> Mwenyezi Mungu, Sister, safari njema ya wito uliouanza ulio tangu ulipoweka nadhiri za kwanza, na sasa umeweka nadhiri za daima. Basi Mungu akutie nguvu, akusaidie, na huyu Kristo uliyemchagua kama mumeo aendelee kukutunza, awe mume wa kweli, kwa sababu yeye hajamwacha mke yoyote aliyemchagua katika maisha yake. taa wewe ni mke halali wa Kristo. Kila mmoja awe ni mtawa kila mmoja ni mke halali kwa kwa hu, tamo, sino, wa wa Kristo. Kwa hiyo wajubilanti, wajubilei waliofanya mwaka huu miaka ishirini na tano wamedumu, lakini na ninyi sasa mmeshaingia kwenye nadhiri za daima, hongereni wajubila wa ninyi sasa hivi ni wanadhiri. Wajubilanti walisha fanya mwezi wa tano, ninyi ni wanadhiri tangu tarehe saba mwezi huu wa kumi na moja mmekuwa wanadhiri wafungaji halali wa makubaliano yenu na Kristo mliyemwita. Basi tuombe neema ya Mungu iendelee kukutia nguvu, na tuwaombe masista wote walioweka nadhiri zao za daima mwaka huu, basi waendelee kudumu katika hayo ambayo wameyachagua na huyo ambaye wamemuomba, na kwamba yeye ndiye anayefaa kudumu naye katika maisha yao ya daima na milele. Tumsifu Yesu. Milele.